Tukiingia kwenye kurunzi viwanjani, vyuo vya mafunzo ya walimu vya Kibabi na Eregi vimevuna kwenye mashindano ya kitaifa baina ya vyuo vya mafunzo ya walimu, mashindano hayo yakitamatika katika uga wa shule ya upili ya Bungoma. Mwanaspoti striker Bili alikuepo na hihapa taarifa yake. Kibabi imeisimamisha Egoji kwenye fainali ya kukata na shoka ya handiboli ya ovlana. Bernard Wekesa Wangwa mkufunzi wa kikosi hicho ameyafurahia matokeo yanayosema yamesababishwa na, na ushirikiano mkubwa kati ya wachezaji wake, usemi wake ukitiliwa mkazo na nahodha wa kikosi hicho. Haya, ushindi wa leo um, Mungu anaweza kurudisha bidii yetu kujitayarisha vilivyo kuanzia mwanzo. boys wamejituma, na mwaka huu mashindano magumu kiasi, sio kama last year. Kita kushukuru asi wangu pamoja na technical bench wamekuwa muhimu sana, tumesaidiana kuanzia mwanzo hadi mwisho. Na hii trophy tunataka kudedicate na aliomba kwa... kwamba tuweze kumshindia na tumemshindia, na tunafurahia kama timu, tumefurahia kupata hiyo ushindi. Pia tumepata tumepata home advantage, tulikuwa na mafans. Ni players walijituma vizuri, walijitahidi, walikuwa wamejituma, walikuwa kushinda hii We retain your trophy, we, we, we. Kikosi cha Mwingi TTC si kimetamba mbele ya Chester kwa kuipa kipigo cha seti tatu kwa mbili na kunyakua ubingwa wa volleyball ya wavulana. John Mwangangi mkufunzi wa timu hiyo amekisifia kikosi chake anachodai kimeimarika zaidi mwaka huu. Daniel Muli nahodha wa timu hiyo akiyashabikia ya matokeo yao ya mwaka huu na kuahidi kuvuma zaidi mwaka kesho. Ni timu ambayo tumejituma sana kwa hii mpira ya voliboli. Kuanzia mwaka uliopita tulifika tena kiwango hiki cha finali, lakini tuka, uh, tukapoteza tu pale kwa finali. Tumejipanga vizuri mwaka mzima, uh, tukajituma kwa mazoezi andi, wakati ambapo tuko na furaha kusherehekea ushindi wa leo ambao tulianza tu siku ya kwanza tulipofika katika uwanja huu wa hapa Bungoma ni shukurani sana kwa mashambiki na timu nzima ya mwingi TTC na Nairobi kwa jumla, kwa hiyo effort ambayo tumefanya kuhakikisha kuwa tumepeleka kikombe cha a nationals cha volleyball kule nyumbani kwetu Nairobi.

But, uh, finally you have done it. Kikosi cha wasichana cha Bondo kimenyakua ubingwa wa voliboli ya wasichana wa kuinyuka chesta ya bonde la ufa seti tatu kwa mbili nahodha na mkufunzi wakiashabikia matokeo wanayosisitiza kwamba yamechangiwa na bidii mazoezini.

Lost Chuo cha walimu cha Eregi kimeilaza Chester 43 kwa 31 na kutawazwa bingwa wa netiboli ya wasichana kwa mkufunzi wa kikosi hicho Daktari Mogoi na naudha wake. Mashindano haya yamechangia pakubwa kuimarisha nidhamu ya wanafunzi kando na kuboresha talanta. Timu zilikuwa ngumu especially ladies, na hii timu tumeshinda leo tulikutana tuliwashinda hiyo difference around 18 scores. Leo wamejikakamua, tumewashinda na 11 scores, but ilikuwa tough. But tunafurahia hii mashindano, imefanya players wangu wamekaa na discipline, na wamecheza vizuri na tumefurahia. We are very happy to be western champions. Mtu amejituma, si mtu mmoja, like kila mtu alikuwa anaenda defense offense. Yeah. So, ya so, yeah. Mashindano ya kitaifa baina ya vyuo vya mafunzo ya walimu yanatamatika katika kaunti ya Bungoma, vyuo vilivyovuma vikijipanga sasa kuwakilisha taifa katika mashindano ya Afrika Mashariki na Kati. Kutoka katika shule ya upili ya Bungoma nikiripotia West TV, Kurunzi viwanjani, naitwa Billy Gabriel Palinyang, amukipenda swaikabili.